Bouncer mmeakanyaga, kuna mmoja wenu kanibebea mwanamke, nachokumbuka tu kaseviwa bouncer na kialama cha nondo, sijui ni wa kitamba, sijui ni wa smoru, sijui ni wa kidimbwi, utakuwa kibwawa. Nachokumbuka um, niliona tu message ya mwisho ukitoka jimu na mpiti, haya menda wapi tangu juzi? Sasa wewe mna kujisaidia jimu, mchambia nondo siku jui, ila bouncer yoyote kama unajiona kiumbe cha, cha mtu kwako, hicho kifurushi kiluhusu kabla jumapili Nitakushusha hizo nyama kiunoni kwenye msingi wako, msingi si kiuno, nitaujaza nyama wewe ndio utakuwa binadamu wa kwanza kuwa na matumbo mawili na ala peke yangu ndani, kama baisikeli ya mkulima imechoka kubeba nyanya. Kitulizo kaeba bouncer, wewe wewe una risasi za hisia peke yako, naomba mrudishe na George abandoa kitu cha muhimu kwake. Sasa puuzia, endelea kupiga push up za kulalia kwenye mwili wa mwanamke wangu, ndio utajua kwa nini sikio lina kina kifupi, lakini nasikia mbali. hiyo tisa kumi kama unahitaji samaki sato wazuri wapya. Nikisema wapya namaanisha ambao hawajafariki na ambao mefariki pia, unawapata kwa bei nafuu kabisa. Samaki wamenyooka hawana kipengele, samaki wameinepa hawana utapia mlo, hawana mawazo, wanakula vizuri kabla ya kuwala. Unapata jumla, lejareja na popote zinakufikia hata ukitaka delivery unaletewa. Wanapatikana sehemu moja tu, Salva Aqua Planet hapo Bunjuai kwa Jumbe. Hiyo kumi kumi na moja, baunsa jieshimu. Mpunyunyo mshwene wewe, kama limekuuma, nitafuta tupigane, unipige unilipe vingi.